Bismillahir rahmani rrahim alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala sayidina Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa baad. Nam, nam, tukiendelea sawa na pahala ambapo tuliposimamia kunako ukumbusho wetu ule wa siku ya jana na inshaallahu tunaendelea kunako siku ya leo katika kuiga tarbia za rasuli sallallahu alayhi wa sallam, vipi mtume wetu alikuwa katika hali gani zilipokuwa zikifikia nyakati za siku kumi za mwisho za ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani? Ndugu zangu, kwanza sisi tuliudiriki mwezi mtukufu wa Ramadhani, hii ni neema wapo ambao walitamani waudhiriki lakini hawakubahatika kuufikia, ila mimi na wewe mwaka jana tulifika na leo tu, alhamdulillah. Na hatujawa na uhakika kwamba siku kumi hizi ambazo tunazobakiza tutazimaliza. Hivyo basi tumwige rasuli sallallahu alayhi wasallam. Mtume sallallahu alayhi wasallama wa alikuwa idha dakhala al-ashr al-awakhir min Ramadan, ilikuwa inapoingia siku kumi za mwisho za ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadan, shadda mizarahu wa ahya laylahu wa ayqadha ahlahu. Mtume sallallahu alayhi wa sallam, zilikuwa zinapoingia siku kumi za mwezi mtukufu wa Ramadan, kwanza Mtume alikuwa akijiketa sana na kufanza ibada na huyu ni Mtume wa Allah, Mtume ambaye Allah amekwisha muahidi na kumwambia, wewe Muhammad, wewe umekwisha samehewa madhambi yako yote, umekwisha samehewa. Lakini tazama shukurani za Mtume sallallahu alayhi alaihi wasalama. Na kupitia huyu mwezi mtukufu wa Ramadhani ambao Allah aliuleta sisi kwa waja wake kuwa ni huruma wake, Allah tuna muasi sana lakini katukirimu mwezi mtukufu wa Ramadhani. Hivyo basi huyu mwezi huyu, na hizi nyakati za mwisho kabisa za kuwagawaga mwezi huyu, tumuige Mtume sallallahu alayhi wasallama, alikuwa alikuwa akiamka usiku akijiteka, akijiketa sana na ibada, visimamo vya usiku, qiamu laili cha usiku, akihowisha usingizi wake anaamka usiku huku akiamsha familia yake kwa ajili ya kutekeleza ibada. Wewe Muislamu, fursa hii hii unayo, alhamdulillah. Salatu tarawihi mwanzo, min bidayati Ramadan, mwanzo kuanzia Ramadan umesimamisha ibada hizo, basi usichoki, endelea na ibada hizi na faida utazikuta mbele zake Allah subhanahu wataala. namtume hakuishia katikati bali lilikuwa linapofikia kumi la mwisho la ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhan, Mtume alikuwa ametu, alidumu na kuamka usiku na kuendelesha ibada mpaka alipochukiliwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Na kadhalika alikuwa akienda itikafu akielekea masjid kwenda itikafu, Mtume sallallahu alayhi wasallama, na zilikuja hadithi nyingi zinacho zinacho zinacho zinazoonyesha umuhimu wa hizo siku kumi, na hali ambayo Mtume sallallahu alayhi wasallama alidumu nayo ndani ya hizo siku kumi. Na ni usiku ambao kwamba unapatikana e, ni masiku ambayo yanapatikana usiku wenye cheo, usiku wenye cheo kilichokuwa kikubwa. Hivyo basi tutafute usiku huo kwa kuhoisha usingizi wetu unapokufanza ibada za usiku.